Njia yangu ilikuwa nimtumikie Mungu tangu nilipopata ufahamu, nilipopata akili, nilimwambia mama, nitakuwa padri wa kanisa Katoliki. Mama akaniuliza, wakati tunatoka kanisani, kwa nini unataka kuwa padri mwanangu? Nikamwambia, napenda kumuona paloko wakati wa misa ikiisha, anatokaga mlangoni, paloko alikuwa anawasalimia wa mama na mama yangu, jambo mama, jambo mama, jambo mama mimi napenda niwe padi niwasalimie, jambo mama, jambo mama, jambo mama. Mimi nimesoma kama ninyi, na nilianza dhambi nikiwa shuleni kama nyinyi. Kwa hiyo sio kwamba nyinyi ni watakatifu, na nyinyi mnajua maisha yenu, na mimi nilisoma boarding kama nyinyi, na kwa kweli nilisoma shule ambayo Ilikuwa na sheria ngumu labda mara tano kuliko Beroya. Mimi nilisoma seminari. Ukikamatwa na penseli ya mwenzako umefukuzwa shule mwalimu mkuu, on the spot. Immediately dismissed. Penseli ya mwenzako. Akisema tu kachukua penseli yangu bila kuniomba unakusanya begi, unaondoka nyumbani. Kuna wenzetu walifukuzwa kwa kuchukua penseli za wenzao walifukuzwa kwa kuchukua uwembe wa kuchongea penze wa mwenzako. Kutukana, immediately dismissed. Kuvuta sigara, immediately dismissed. Kunywa pombe, immediately dismissed. Kuwa na msichana aidha shuleni au mitaani, immediately dismissed. Kuwa na mvulana, immediately dismissed. Nami naongea na we nilifukuzwa pia. Unapenda kujua kwa nini? Mimi niliiba kitabu, nikakamatwa. Wakaniambia uya, sori, twende ukafunge begi. Ilikuwa changamoto kidogo kunifukuza, walimu walijadiliana sana wengine wanasema aondoke, wengine wanasema abaki. Nikakaa wiki nasubiri, vipi? Kawaida unafukuzwa siku hiyo hiyo, mbona mi nna wiki hapa? Siku ya mwisho naitwa na mkuu wa shule, anasema tulikuwa na wakati mgumu sana kwa habari yako, tumepingana kati yetu, kuna ambao hawakutaka uondoke. Yeye hakujiweka kwenye kundi lipi. Lakini akasema unajua, sheria sheria ya shule. You are no longer seminarian. Uwezi kuwa mseminari tena. Umepoteza sifa ya kuwa mseminari. You have to go home. Akaniuliza je, utaenda kusoma? Nikamwambia ndio. Akaniandikia barua. A very good letter, recommendation. Akasema, akaweka matokeo yangu, nilikuwa najitahidi darasani. Nilikuwa nafanya vizuri kwenye academic, nilikuwa na tabia nzuri kwa nje. Unafiki mkubwa kwa nje, nilionekana malaika anayetembea. Niliheshimiwa, nikakubalika, nikapewa usimamizi wa kanisa la shule, nikapewa funguo. Hakuna naingia kanisani mpaka mimi nifungue na wakitoka nafunga mimi. Ndo naandaa zile ostia, au mnaita sakramenti, kwa idadi ya waamini maana atakiwi padri kubaki nazo nyingi kwa sababu lazima amalize zote madhabahuni, kwa lazima ibaki moja au mbili, afute kikombe na atafune ile. Maana ikishabarikiwa hairudi tena sakresti. Kwa lazima nijue idadi ya waamini, ndiye naandaa somo la mtu wa kusoma somo la kwanza kwenye misa na somo la pili, na lazima nimwambie, nenda kwa padri ukafanye maandalizi. Kwa hiyo anaenda anasoma, padri anamsikiliza kabla ya ibada ndio namwandalia padi mvinyo wa kunywa pale madhabahuni. Na madhaba, nataka niwaambie ni mvinyo unaolevya, na Mungu anisamehe, maana nilionja wakati huo. Lakini niliaminika kwa jinsi, sasa kuniondoa ilikuwa kazi rahisi, lakini sheria, nataka nitoke shuleni maana nimechukua kitabu isivyo kawaida, sijui wangapi hapo. Mwalimu mkuu anachukua vitabu hii, unakuachia wewe na kamati yako. Nikaambiwa utaenda kusoma, nikasema nika, ndio niliandikiwa barua nzuri sana wakasema, he is a very good student academically, yuko vizuri, ameondoka seminari, yani due to seminary and consensus. Sasa nilikuwa na ujasiri wa kwenda shule yeyote na kumpa barua ile. Mwalimu mkuu yeyote akiniuliza, tatizo nini, naambia nilikuwa nasoma sana, wakanifukuza kwa. Nikaenda Mbagala Spiritual Center na barua yangu. Mwalimu mkuu naye alikuwa ni ni bruda wa mission Masabu, akaniambia, mbona kila kitu ni safi kuhusu wewe, academic uko vizuri, tabia hapa ni vizuri excellent, tatizo ni nini? Nikasema nilikuwa nasoma usiku, walinikamata nasoma usiku, nasema ndo hilo tu Nikawambia ndio. Akasema sikuamini, nitawauliza kule. Mi moyo unapiga papa, akiwauliza itakuwaje? Mungu mzuri, akuwauliza nikapokelewa Mbagala St Anton, na ndio nikawa mwanafunzi wa kwanza kuanzi, kuanzisha Mbagala pale. Morning tok asubuhi, kabla ya kuingia darasani, lazima kue na mwanafunzi anatoa hutuba fupi kwa Kiingereza. Nilikuwa chairman wa English department na ndio nika introduce kuzungumza kabla ya kwenda darasani, inaendelea mpaka kesho. Kwa hiyo najua wanafunzi, naongea kwenye uzoefu, na mimi nilikuwa kama wewe. Kama upo hapa na una mambo ya konakona kona, Yesu amekuja kutangaza habari njema anakupenda anataka uache ugeuke, umuishie yeye, umalize masomo yako kwa heshima hapa Beroya Mission Secondary School. Wanafunzi, nawezekana njia yangu ilikuwa nimtumikie Mungu. Tangu nilipopata ufahamu, nilipopata akili, nilimwambia mama, nitakuwa padri wa kanisa Katoliki. Mama akaniuliza nikati, tunatoka kanisani, kwa nini unataka kuwa padri mwanangu? Nikamwambia napenda kumuona paloko. Wakati wa misa ikiisha, anatokaga mlangoni na joo lake jeupe na mshipi kiunoni, na alikuwa ni baba mtu wa milaba minne mweusi, akivaa joo jeupe anapendeza paloko. Alikuwa anawasalimia wa mama akiwemo na mama yangu, jambo mama, jambo mama, jambo mama. Nikamwambia na mi napenda niwe padi, niwasalimie jambo mama, jambo mama, jambo mama. Mama yangu alicheka tu. Nikaingia seminari nikasema, ndoto yangu inaenda kutimia. Baadaye wakanifukuza, nililia sana nikasema, e hey, Mungu siwi tena padiri, ndoto yangu imepotea. Yesu akakutana na mimi jangwani 1993. Renard Bonke akihubiri, akasema, vijana I challenge you tonight. nikiwa pale kidatu cha nne nikasema niko hapa. Akasema, sikieni ukweli, mkimwamini Yesu mtakuwa wahubiri kama mimi. Nikainua mikono yangu yote miwili nikasema, namtaka Yesu. Leo mimi ni mhubiri na niko Beroya nahubiri, Yesu anaokoa, Yesu anaponya, Yesu atarudi tena. Nimerudi kwenye huduma iliyo bora kuliko ile ya kwanza. Ni mhubiri niliyeokoka, ni mhubiri niliacha dhambi, ni mhubiri niliacha wizi, ni mhubiri ambaye sina mawaa, damu ya Yesu imenitakasa. Ikiwa alifanya kwangu, atafanya na kunyinyi pia. Akinipenda mimi, atawapenda na ninyi. Usife moyo, kama ulikosea jana, leo Yesu anafanya mambo kuwa mapya, ya kale yamepita. Sema haleluya! Sema haleluya! Yuko hapa. Yesu alimbadilisha mwanamke Msamaria. Se chalenji kwetu wahubiri, tunawaona wale wenye dhambi hawafai, tunaona wale wenye matatizo sio watu wetu, tunajitenga nao, kana kwamba sisi hatukupitia njia hizo Kana kwamba uokovu umetokana na nguvu zetu wenyewe. Uokovu ni neema, uokovu ni neema, si kazi ya mwanadamu, hata awaye yote ajisifu, bali ni mapenzi yake Bwana. Kwa neema tunaokolewa kwa njia ya imani katika Yesu Kristo pekee. Ndio ujumbe mkuu wa Paulo kwa Warumi. Uokovu ni neema. Usikate tamaa, usichoke, usiseme haiwezekani tena. Usiseme mimi ndiyo basi ah -ah. na mhubiri, Mungu ana nafasi ya pili, our God is the God of second chance, ni wa nafasi ya pili. Kijana, umekuwa wa sita mwaka huu, mwakani utakuwa wa kwanza. Umekuwa wa nne mwaka huu, mwakani utakuwa wa kwanza imetokea tu, lakini wewe ni wa juu, tena umeumbwa kuwa juu, sio wa chini. Una akili nyingi, unaweza kufanya mambo makubwa. Na Beroya hatutaki division 2, hatutaki b kwenye somo lolote. Ni a2 na division 1, upward only and forward only. Inawezekana, nasema vijana, inawezekana, hakuna lisilowezekana. Waseminari tulikuwa nayo kauli mbiu kama si wewe ni nani? na kama si hapa wapi, na kama si leo lini? Hakuna division 2, tulikuwa tunapata gawani tu wote. Kama waliweza, tig tunaweza Mungu ni yule yule. Nimetumwa nitangaze mwisho wa divisheni 2, mwisho wa divisheni 3. Tumekuja kufuta divisheni za chini na kupandisha divisheni 1. Inawezekana shule hiyo ya mfano iwe ya kielelezo nchi nzima, ije hapa Bagamoyo. Shout hallelujah! Oh, glory to God!